Hello, karibuni katika channel yetu tena ya mapishi na Kage. Leo tutajifunza namna ya kupika uji wa maziwa yani ambao ni mtamu kwa njia rahisi kabisa. Yaani njia yetu rahisi kabisa ambayo for beginners wote ambayo anataka kupika uji wake vizuri mtamu, anaweza akafuatisha hizi hatua chache na kwa urahisi kabisa. Kwa kwanza, tutakuwa na unga. Mimi huu ni unga ambao nilisaga unga rishe, lakini unaweza ukatumia unga wowote ule ambao unaweza kuwa nao. Huu ndio unga ambao nilikupo nao ndani. Kwa hiyo, mwenyewe unaweza kaamua utumie unga wa dona, uchanganye dona na mwogo alikadhalika. Lakini tutakuwa na maziwa, aa maziwa mimi niliyagandisha kwa hiyo yameanza kuyuka, nitatumia maziwa kidogo, lakini vile vile nitatumia hii bata. Unaweza ukatumia mafuta yako yote, hata mafuta tu ya kawaida ya kula yanafaa kutumia. Kwa hiyo unaweza ukatumia bata, unaweza ukatumia mafuta yako yote ya siagi, lakini na bado akakuletea matokeo mazuri na matamu. Okay, kwa kwanza kabisa tutaanza kutosha moto wako M, unatumia moto gani? Mimi natumia gesi, alafu utakadilia maji kadili ya ukubwa wa uji wako, na utakamia. Uji wangu utakuwa ni mdogo tu, kadili ya kikombe kimoja au kikombe kimoja na nusu. Maji inabidi yanapata moto au mpaka yanapokuwa yanakuwa, tumebandika jikoni kwa ajili ya kuchemka. Tutapima unga wapaa unga wetu, mimi nitatumia unga vijiko viwili vya chakula kama unavyoviona, nitaongeza kidogo, alafu nitakadiria maziwa, inategemeana ye maziwa napenda kiasi gani. Mi maziwa napenda kwao, nteka tu maziwa yangu ya kutosha. Kiweka maziwa, utakachokipata baadaye ni kukoroga ule unga wako, mchanganyiko wako wa unga pamoja na na maziwa. Akisha unakoroga mpaka yale madonge madonge yanayokwemwa hayo hayapatikani, yanapotea kabisa. Unga unakuwa huko softi, hauna madonge madonge hata kidogo. Unaweza ukaona unga wetu umesha lainika kabisa, madonge madonge hayapo na maziwa yamechanganyika kabisa na unga. Tunasubiri maji yaendelee kuchemka ili tuweze kuunena u mchanganyiko wetu. Ukiangalia maji yetu yameshapata uvuguvugu uvu, kote utakachokifanya ni utachukua mwiko ili uwe rahisi, na atatusaidia sana kwa hii ilivyo, ili siweke mabuje, tutamwaga mchanganyiko wetu na Utaanza kukoroga uji, utaanza kukoroga. Tunaukoroga ili kwa sababu usiwe na mabuja. Mabuja ni yale madonge madonge, jaani kuacha ambao hawajaelewa mabuja. Kwa utabiti, koroge uji wetu mpaka uchangamke ili usiwe na mabuja mabuja. uji wetu baada ya dakika kama kumi, uji wetu unakuwa umeiva. Hakikisha uji wako unapata muda mzuri wa kuchemka, kwa sababu utakusaidia uwe mtamu zaidi. Unga wako lazima uive, kwa upe muda uji wako uchemke dakika tano mpaka kumi. Kama utatumia dona, hakikisha unatumia dakika kumi. Baada hapo tutaweka bata kama unavyoiona tutakata tu kidogo kwa sababu hatutaki mafuta mengi tutataka tu ladha kwenye uji. So ah, bata yenyewe kidogo kwa ajili ya kuweka kwenye uji tupate karadha kidogo. Baada hapo tutaikoroga bata yetu mpaka iyeyuke kabisa. Hakikisha bata yako imeyeyuka kabisa na ikisha yayuka, uji wetu unakuwa uko tayari, uko salama kwa ajili ya kula. Karibuni tena kwa ajili ya mapishi mengine, kwa watu tunaoanza kupika. Santena, uji wetu ndio huko hivyo, karibuni.